Majina, anaitwa Cosmas na jina langu la sanaa anatumia Tuloko loko mm. Ni mmoja kati ya wanzilishi wa brand ya Loko Clo nchini Tanzania, ya nipo hapa Kenya ndani ya wiki mbili ambazo nimekuja kwa ajili ya residence ya kijana artist. So kwanza, nikiongelea tangu nimefika hapa nimefurahi sana kwa umoja ambao nimeonyeshwa na upendo na tuseme timu ambao nilikuwa nayo yangu penda ndaa collection yangu ambao nimeshowcase hapa leo. Cha pili, nilikuwa tayari nipo excited kwa ilitukio kwa sababu nilikuwa na taarifa kama miezi mitatu nyuma, so nashukuru kwa wote ambao walikuwa hapa. Lakini nikizungumzia collection yangu au tuseme, tuseme ambao nayo kupitia iswala nalolifanya la, masuala ya Recycling na sustainable fashion. Sustainable fashion fashion, sorry. Uh, malengo yetu ni kufikia sehemu ambayo tuna tunaweza tukasema kwamba jamii au wananchi wanaoishi katika mazingira ya chini, ambao kama yani watu ambao tuseme sio sio ambao hawana uwezo tuseme, kama poverty poverty people. So unajua katika mazingira unakuta kuna uchafu mwingi ambao umetupwa katika dampo au umetupwa sehemu fulani, lakini kwa hichi kitu ambacho tunakifanya sisi au nachokifanya mimi ni kupitia tena zile vitu ambazo tayari zishakuwa zime zinaonekana sio, hazihitajiki tena katika, katika matumizi ya kawaida. So sisi tunachukua tena, kwa mfano kama hapa unaweza kuona hii ni lesa, ni kipande cha lesa tumeweza kuzirudisha tena ambacho kwa kiwazi tena kutoa kiatu au kutoa product nyingine, lakini tumeweza kuja kuweka hapa kama urembo na vazi limetokea vizuri. Tunaweza kaona kama hii hapa ni kitenge pamoja na hasta ambazo tayari zikakata zimetupwa, ila tumezirudisha tena kwenye mavazi na muundo umekuwa mpya. Ko chakuongelea kuhusu hii fashion tunayoifanya, sio tunafanya tu fashion kwamba ni kujifurahisha au kama starehe au vipi. Tunataka tufanye fashion iwe na manufaa kwa sisi na pia kwa jamii, pia waweze kuishi katika mazingira safi kupitia sisi kwenda kuchukua tena uchafu ambao tuna uwezo wa kubadilisha na kufanya product mpya. So kwa pamoja tuungane na tushirikiane kutunza mazingira yetu, Kenya hapa nilipo, Tanzania East Africa kwa ujumla, mpaka Afrika na dunia nzima. Asanteni sana kwa wale watu wanataka kutafuta ama kuangalia kazi yako wanaweza kupata wapi? Watu uh, Instagram natumia mtu loko M -t -u underscore L o k o, na brand name ni loco clo. So TikTok pia natumia mtu loco stay loco. Yeah.